Turejee kaunti namba 27 ambapo shirika la kupambana na bidhaa gushi humu nchini limeharibu mbolea zaidi ya magunia 200 huko Eldoret. Wakulima wametahadharishwa kutununua mbolea kutoka kwa wafanyabiashara ambao hawajaidhinishwa na serikali. Mbolea hiyo linaso eneo la Molo, kaunti ya Nakuru, ikilengwa kusambazwa eneo la ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa. Wakulima wamelalamikia ukosefu wa mbolea eneo hilo na wanahofia kuangukia mikononi mwa wafanyabiashara Wanaouza mbolea gushi vushi managed to seize 233 bags worth 2.1 million of counterfeit fertilizer and arrested two suspects who are currently facing prosecution under the anti-counterfeit act. anti-counterfeit act ni wakati wa msimu wa upanzi wakuwe waangalifu na pia watusaidie sisi katika uh, kuharibu ku, uh, kutuletea ujumbe kuhusu uh, bidhaa ghushi katika sehemu hizi.